Mzigo unaanzia nyumbani. Kuna ugeni hapa, alikuwa ni binti wa kwanza kwenye familia anaitwa Zamu. Alipofika alipokelewa kwa furaha sana na wana familia, kisha akamuulizia Angel, ila mama alimwambia simjali, ni mtu mzima. Sasa wakiwa mezani anakuja Angel akipepesuka. Angel alikuwa anajiona kama mkiwa, sababu hakupendwa sana na ndugu zake wengine. Mama hakutaka akae mezani pamoja nao, hivyo akaondoka zake. Alilalamika sana lakini mama alimpouza. Asubuhi bado dereva hajafika, Zam analalamika sana. Anakuja mdogo wake, anaomba mwendeshe lakini aligoma mwanzoni. Jioni Zam analalamika, karudi nyumbani. Toberei kachukua gari ya dada yake na kaenda kuipasua. Alilalamika sana sababu hapendi anachofanyiwa na ndugu zake, licha ya kufanya kila kitu kwa ajili yao. Anarudi Toberei amelewa kwelikweli, hivyo ikabidi wampeleke tu ndani. Wamefika, mama anamsema kijana wake sababu alijua kwamba anaigiza. Kijana analalamika kuona mali zote zipo kwa zamu na sio yeye kama kijana wa pekee wa baba yake. Mama alimwambia urithi ushaandikwa na hakuna kuzuia. Asubuhi mlango unagongwa, mtanashati kasogea mlangoni, kaja kuomba kazi. Zam na Angel walistaajabu kuona mtu kapendeza vile anaomba kazi udereva, alihofia kwamba atashindwa kumlipa. Kakaribishwa ndani, mama vikuazo na toberei wanaweka vikwazo kutokana na mwonekano wake mzuri, huku akidai amekuja kumtongoza zam tu na dada yake Angel, hasa alipokuwa anajiumauma kwenye kujibu juu ya uzoefu wake kazini. Kijana anaondoka kwa furaha baada ya kupata kazi, ila bado familia ikaleta vikwazo, japo Angel alionyesha kuvutiwa naye sababu alimuona ni bonge moja la handsome. Charles amerudi, kaka yake anamtania kutokana na vazi lake alilokuwa milivaa. Charles anamsimulia kaka yake na anamwambia kwamba bosi wake ni wa makamu yake tu. Kaka yake anauliza kama ataenda kazini na kijana akasema atafanya kazi sababu ana uhitaji sana wa pesa. Kaka alimpongeza sana kijana huyo kwa sababu alimwona anajitoa sana na ameamua kukua na kuendelea na mambo yake. Asubuhi kumekucha tayari, Charles ameanza kazi. Anakuja binti na kumsema Charles kwa kukaa ndani ya gari kabla hata ya mwajiri wake. Charles ameomba radhi, ila anaambiwa afungue mlango ili aketi. Alistaajabu na kuanza kuona ugumu wa kazi yake, yaani aliona kama vile yumdada anagubu kweli kweli ya nizamu ndani ya gari binti anasikia harufu mbaya, kumbe ni perfume ya Charles. Charles akasema anatumia udi, hivyo Zam akamwambia asitumie tena perfume za bei rahisi. Siku inayofuata binti anatoka, Charles anamshangaa sana, anaishia kuchambwa na kukebehiwa tu sababu binti alimwambia yeye sio levu zake na ajue kwamba yeye ni bosi wake, hivyo anatakiwa muheshimu. Jioni Charles amekuja kukutana na bosi wake, lakini ghafla anakutana na Angel. Enjo hakuonyesha tabia nzuri kabisa mbele ya Charles, yaani alijitongozesha na kujilainisha vilivyo, lakini Charles aliweza kujikwamua katika tukio lile. Karudi nyumbani, anamsimulia kila kitu ambacho kimemkuta kaka yake. Kaka yake alisajabu na alishangaa mno kwa kile ambacho kimemkuta mdogo wake, lakini akamshauri mdogo wake akae mbali sana na familia ile, yaani yeye amefata kazi na afanye kazi tu. Akasimulia na bosi wake pia jinsi alivyorudi sasa Zam ako na bebi wake, yani ni playboy wa kwenda kwelikweli. Kwanza anamchuna pesa za kutosha, yaani kila akionana naye tu, yeye ni mtu wa shida na matatizo, na binti amekuwa ni mtu wa kumpatia pesa sana. Lakini baada ya kuambiwa kuhusiana na kitu fulani, binti alimind kidogo, kijana naye akaja juu kuona kwamba kila kitu ambacho anamuomba mpenzi wake, hasahasa hasa pesa, basi anazihesabia kama vile kitu ambacho anamsaidia na kitu ambacho yeye hakukipenda. Zam hakupenda kumwona bibi wake anakasirika, hivyo aliahidi kumpatia pesa zile ambazo yeye ameweza kuzitaka. Wamerudi nyumbani, Zam anampatia pochi Charles abebe, lakini anamwambia yeye ni dereva tu na sio msaidizi wake au mtu ambaye anaweza kumbebea pochi zake. Yaani Zam alimind sana, alimwona ni mtu ambaye kama vile yuko rude sana kuliko kawaida, yaani kumbebea pochi tu ameshaanza kuweka mpaka maneno, kitu ambacho Zam hakupenda kabisa. Charles aliona amrudie yale maneno ambayo yalikuwa kwenye mkataba wake, ukisema kwamba yeye ni dereva tu na sio mume ama mpenzi wake, hivyo asivuke mipaka. Binti alikasirika sana akazama ndani akiwa analalamika. Anakuja Angel, anamwambia kwamba kashaanza kumpenda, hivyo asikatae kabisa tobereo kaja kuongea na dereva anamletea ubabe, yaani, kaa mbali kabisa na sista zangu, na kama akizingua, mi nitakuzingua. Charles anakuja jua akampiga mkwara wa maana sana, akamwambia kaa mbali na mimi, naweza nikavua ili koti chini, alafu nikakupasua mpaka ukajishangaa, kwa usijichukulie poa, mi mwenyewe mtoto akishua vile vile. Amerudi nyumbani kama kawaida, anamweleza kaka yake kile ambacho kimeweza kumkuta. Kaka alicheka sana, maana aliona mdogo wake anakizaazaa huko kazini kwake. Huko matajiri wanamsurprise zam siku ya birthday yake, walifurahi kwa pamoja. Mama kaenda kuchukua keki, Angel anaandaa kinywaji, zam anaomba udhuru kidogo anatoka nje anamwambia Charles ampeleke sehemu fulani hivi lakini anapewa ushauri kwamba abaki na familia yake kwa muda, na anasikiliza na kurudi ndani. Baadaye kaja kwa boyfriend wake yule playboy, kuja huku kukumbushia zawadi yake ya birthday, maana aliamini kwamba boyfriend wake ni mtu wa pekee ambaye atamzawadia zawadi nzuri zaidi hata ya familia yake. Playboy alikuwa na mawenge sana na wasiwasi, mara anakuja demu kutokea ndani. Zam anampiga kibao John, maana hakuamini kilichotokea, yaani kasalitiwa katika siku ya e birthday yake. Siku ile alilewa sana kiasi cha kutojielewa. Alilalamika sana kuona anafanywa ubaya, licha ya yote aliyokuwa anamfanyia. Charles anampeleka binti nyumbani, lakini kwa kuwa ulikuwa ni usiku wa kutisha kweli kweli, hivyo Charles akaamua kulala pale pale. Akiwa amelala sebleni, anarudi Angel na kuanza kumpapasa papasa kwa tamaa sana. Charles anakurupuka, anamgonga kichwani. Charles hakupenda kabisa tabia ya Angel, hivyo Angel aliahidi kwamba atampata tu kwa ata gharama yoyote ile, hivyo aendelee tu kusubiri asubuhi. Zam anaongea na Angel kisha anakuja Charles. Angel haraka anamkimbilia na kuonyesha misbehave fulani vya ambayo hata Zam pia hakuipenda haraka akajiandaa ila aliuliza kama ataenda kazini licha yoyote ambayo ameweza kumkute. Zamu Zamu alimshukuru kwa upendo mpaka Angel kauliza kama kuna jambo kati yao, ila Zamu alimkataa mbele ya Angel. Charles anachukua vitu vyake na kuondoka zake. Jioni John kaja kuongea na Zamu lakini Charles anamgombeza anakuja Zamu na Toberei, lakini baada ya kumshukuru aliishia kumsema na kumkanya akae mbali na mambo yake binafsi sababu eneo lake ni maegesho ya magari tu. Charles anawapisha japo kiroho upande, yaani hakupenda jinsi ambavyo aliweza kujibiwa na Zamu. Anashuka mama na kumchangia hafla binti, miguu imekataa kabisa kutembea, kila akijaribu inamkataa. Wamefika hospitali amepiga x-ray, lakini anaambiwa ni kansa na imeenda mbali mno, na kama hatafanya upasuaji basi ataparalyze japo ni nusu kwa nusu, na sajeri hiyo itafanyika Marekani. Binti ametoka ameomba Charles ampeleke nyumbani. Kafika nyumbani, mama anamsema kwa kuondoka hospitali, ila zam anamwambia atatibiwa akiwa pale pale nyumbani. Angel alimtaka ajaribu kufanya upasuaji na tubereo akauguzana pamoja naye amekuja John, anatimuliwa, lakini zam alikasirika sana, sababu aliona ameingiliwa kimaamuzi. Mama alimsema sana kwa kujifikiria mwenyewe tena bila kujali wengine watahisi kitu gani. Zam alishangaa kusikia vile, yaani kana kwamba yule si mama yake. Baadaye katoka tu, Charles kawasha gari bila stori, yaani aliamua kuwa kauzu zaidi ya dagaa. Alikuwa hataki kupiga stori yoyote ile, hasa na bosi wake tena akikumbuka jinsi alivyomwambia kwamba eneo lake yeye ni sehemu ya magari, kwa hiyo asilete shobo na binafsi, yani mambo yake binafsi yaani mambo yanayohusu yeye na familia yake. Wameenda ofisini vizuri, wanarudi sasa. Zam ameshuka kwenye gari anauliza nini tatizo. Charles anaamua kukwepa. Zam anaomba radhi kwa Charles na anamshukuru sana kwa kuwa mwema kwake licha ya kumuudhi muda wote. Kaenda kwa mpenzi wake lakini anaishia kukerwa, anaondoka zake haraka sana. Asubuhi kaamka, haisi kabisa miguu yake. Anakuja mama, anaonyeshwa kushtushwa kabisa na kustaajabu na hali ile, ila anamweka sawa binti yake na kuahidi baada ya sajiri atakuwa sawa. Binti alitaka kiti mwendo, ila alikatazwa kabisa na mama yake. Kaja Charles na kiti mwendo, mama analalamika kukiona pale. Anakuja zamu na kumshukuru sana Charles kwa kitimwendo huko. Wakati wote huo Angel akiwa bado hana tabia nzuri mbele ya Charles. Asubuhi binti amevaa naenda zake kazini, lakini anakutana na vikwazo kutoka kwenye familia yake. Japokuwa Angel alikuwa tofauti na wengine, kwa maana alitamani sana dada yake aweze ya kupumzika na sio kwenda kazini ili hali ni mgonjwa. Wapo ndani ya gari, Charles anauliza wapi ambapo wanaelekea, lakini Zam anaishia kuelezea hali anayoipitia kwa uchungu sana kiasi Charles alimwonea sana huruma kwa wakati ule alimtaka pia awe na imani na aweze kufanya hiyo sajari ambayo inawezekiwa kuifanya ili mradi aweze kuokoa maisha yake. Jioni Zam amerudi amekuja Toberea kutaka pesa, huku akidai kwamba hajali chochote kile zaidi ya maisha yake yeye. Charles alijitahidi kuingilia kati, lakini aliishia kusukumwa mbali sana. Anakuja Mama Toberea anamwambia kwamba Zam ameruhusu apigwe na yule mfanyakazi, yani dereva mama bila kuuliza akampiga zamu kibao na kumfukuza Charles nyumbani. Ni usaliti wa hali ya juu sana. Alikutana nao amerudi Angel. Zamu anajitahidi sana kumwomba msaada, lakini aliishia kulala pale pale kutokana na kulewa kwake. Baada ya masaa kadhaa, mama ametoka na anamwambia tuberea ampeleke dada yake ndani, na anabebwa Angel. Zamu anaachwa pale pale. Zamu alijiona ajabu sana mama naye akaweka wazi chuki yake na kuwa hakuwa kabisa mama yake mzazi, na ndio maana alikuwa anamchukia kila siku, licha ya kwamba usoni alionyesha upendo, lakini moyoni mwake alikuwa amejawa chuki kutokana na yeye peke yake ndio kupatiwa mali na urithi kutoka kwa baba yake. Charles yuko nyumbani kapigiwa simu haraka sana kaja kwa zamu kumfuata, lakini mama na natoberea wanaamua kumfukuza Charles na kumkanya asisogee tena katika nyumba ile, huku akimpatia vitisho vya kila aina. Baadaye Izam amejikokota mpaka kwa John boyfriend wake ili kuomba msaada, lakini anastaajabu kuona mdogo wake Angel na John wakiwa katika mahusiano. Yaani ulikuwa ni usaliti wa ajabu. Hakuamini kabisa kuona mdogo wake anaweza kumfanyia vile, tena na mpenzi wake. Ukaribu wake na Charles ukazidi kuimarika baada ya kuwa dereva, alikuwa ni rafiki mkubwa sana kwake na walikuwa wakizungumza mambo mengi sana baada ya yale ambayo imeweza kumkuta basi ikabidi Charles amchukue Zam na kumpeleka nyumbani kwao usiku Charles amekuja kumtazama na kumulizia hali anaulizwa yeye atalala wapi na anajibu kwamba atalala sebuleni Zam anamkaribisha jamaa kitandani madei anaogopa kulala peke yake Charles amefika kitandani kavua fulana yake na kulala zake yani hakutaka hata kumgusa binti usiku kucha alibaki anamtazama jamaa kwa utanashati wake aliyokuwa nao Yani, mate alimjaa ya mshikaji. Anaamka uso kwa uso na mrembo wanaongea, kisha anatoka nje. Baadaye ameletwa hospitali, anaambiwa afanye sajeri, na wakati ndo tayari umeshafika. Mama kaja anaonyesha kujali, ila binti anamkata maini na kumwonya asijionyeshe kwamba anajali na kujiona yeye ni mama bora. Binti amerudishwa nyumbani, mama kaona kashamuweza tayari. Yani ilikuwa ni pati kubwa sana kwao. Yupo ndani kwake, kaja mama yake na kumpokonya simu na kuzuia asiwasiliane na mtu yoyote yule. Siku inayofata amekuja Charles lakini anazuiliwa na Toberea. Anashuka Zam na Enjo, anaona kitu ambacho kinaendelea. Zam aliomba ondoke na Charles kutokana na unyama ambao familia yake iliamua kumfanyia. Tobe anazuia tukio lile na kumfukuza kabisa Charles. Angel hakupenda kabisa tabia ile na hakuamini kama ingekuwa siku moja Toberea angembadilikia ndugu yake. Charles amerudi nyumbani, anamwelezea kaka yake kila kitu na kuonyesha kuwa hali ya binti ni ngumu sana. Huku mama kakaa kikao na watoto wake, lakini Angel aliwachana kuwa hawana shukurani licha ya yote ambayo Zam aliweza kuwafanyia. Kwa hiyo licha ya kwamba Angel ni mtu ambaye anapenda sana kumuignore Zam, lakini ndo mtu ambaye alikuwa anajali sana kuhusu yeye. Kwa wakati ule Angel alipambana nao kwa mdomo mpaka akawashinda. Asubuhi amekuja kwa Zam, anataka pesa. Angel alikuwa mraibu wa dawa za kulevya, kwa hiyo zilimwathiri sana. Aliponyimwa akaiba mbele ya Zam na kuondoka zake. Jioni Zam yuko ndani kwake, amekuja mama na kumkejeli na kumsema vibaya mno. Kaja na simu anataka apewe password ili atoe pesa, ila Zam anakataa. Mama anampiga kibao na kumpatia vitisho. Amekuja Angel kumwomba msamaha dada yake na kumwambia ukweli mzito kwamba mama yao alizaa na dereva wake na ndiyo maana hana upendo kabisa na Angel, toka alipogundua siri ile. Ina maana Tuberea sio ndugu yao wa damu, yaani yeye ni mtoto wa dereva. Zam anaomba apate mawasiliano ili mradi awasiliane na Charles. Zam aliomba msaada fulani hivi. Asubuhi mama na mwana wako zao sebleni, mara ogeni unaingia, hawaamini kumwona Charles akiwa na maaskari. Zam aliwashtakia mama na mdogo wake wa kiume na akatoa ushahidi pia. Mama anataka kumpiga binti, anaangusha magongo na kujidhihirisha kwamba yeye ni mzima na alitaka tu kujua ukweli kutokana na watu ambao walikuwa wakimgeuka. Yaani alifanya vile ili mradi kumjua nani mzuri wake na nani mbaya kwake. Mama alishangaa sana. Charles aliuliza kwa nini hakusema ukweli kama yeye amepona. Ila binti alimwomba radhi na alimwambia kwamba alikuwa kwenye mission maalum ya kugundua nani yuko pamoja naye na nani ambaye alifata mali zake. Binti alikasirika sana na siku ile alisema ukweli wote na uchafu wote kuhusu mama yake. Mama na kijana wake wanakamatwa, Zam na Charles wanafichua hisia zao na wanaruhusu kabisa kuwa pamoja. Miaka miwili baadaye, Angel amerudi nchini baada ya kutoka kwenye matibabu ya kiafya. Kaungana na familia yake mpya yani, dada na shemeji yake. Angel alifurahi sana na alimwomba radhi shemeji yake. Mlango unagongwa, kaja mama na kijana wake wakiwa wameumbuka mno. Mama anamwambia Zam kuwa roho yake imemsuta na anaomba sana msamaha, yaani bado wanataka sana wawe pamoja kama familia. Zam anawasamehe lakini hawaamini tena, hivyo aliwaambia waondoke kabisa eneo lile na aliruhusu waende wakake mbali na yeye, ili mradi awe na amani. Zam na Angel walifurahi sana japo walihuzunika kutengana na wazazi wao. Asubuhi Charles yuko kibaruani na mkewe na wanaongozana kazini. Kazi ya udereva inabaki pale pale, lakini nyumbani, yeye ni mume wa Zam, mzigo unaishia hapo. Tumejifunza mengi kweli kweli. Hii ni Dane Movie Recap. Till next time, Mimi ni Queen of Recap. Chao.